Kuna tafsiri ambayo inaweza ikawa eh, unaposema maandamano ya amani na unaposema na unapofanya maandamano yakawa na fujo, <coughs> inaweza ukakuta kabisa kabisa umebadilisha tafsiri, tafsiri ya maandamano. Hivi tuulizane sisi nyinyi, Watanzania, maandamano yanachoma vituo vya mafuta, maandamano mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na na gari yako inachoma moto maandamano yanachoma ofisi za serikali, maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? maandamano ambayo na polisi wamekufa, maandamano ambayo raia na wenyewe, kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika katika taharuki kama ile, vifa vyepu kama umechoma mahali, umechoma mahali dhahiri kutatokea tu kutatokea tu vipo na, na maandamano au au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama, na ndio maana tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizosababisha zilizoletwa daiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi, sasa watu wanakufa watu, watu kwa kuliwa na nzi, si mnaona? Naona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi, sio kwa, sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza wame, hapo kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakaoishi baadaye sasa e, kwamba ma, maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania. Kwa mujibu wa tafsiri ya shi, katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali, kwa sababu anayeaomba hatumjui, hayupo. Tuambia ameleta barua, sasa anataka tumkama tum, tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua, tunasikia tu, yanasemwa yanasemwa yanasemwa hayana mtu aliyeomba na kuomba. Maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Kweli baadhi ya ya ya, ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi viongozi eh, ambao walijiita wa, wa dini na wengine tunajua kabisa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza akaibuka akaji, akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa manguli wa wa, wa, wa, wa dini, lakini kusema ukweli kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi tulikuwa na muda wa kuongea tete ya tete na viongozi wa, wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na, na, hita, na hita, kwa kweli sikuwa nawaita sikuwa nawaita lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi eh, wanasema in camera bila kujulikana kwa sababu eh, tulikuwa tunafanya kazi ya kutuliza hali sasa matamko yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi mengi na mengine mpaka yakaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Uislamu, Ukristo ikawa kidogo hali si nzuri lakini nataka nichukue nafasi kwa kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao wakiwemo CCT wakiwemo CCTV CCTV, CCTV, na kiwemo, eh, techie, wakiwemo tei wakiwemo kwata yamekuwa na mafanikio makubwa. Kumezungumzia swali lingine la kukamatwa kukamatwa kwa kwa watu namna nao ukamataji na, na, hi, hili hi, hi, hi, hi, mimi nimekwisha mwelekeza IGP IGP ikaambia bwana katika kipindi hiki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 kuna sababu gani ku na akitoka hapa anajulikana kazini kwake wapi, akitoka hapa anajulikana kazi, shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Yaani ni wewe ukamkamate nyumbani kwake, na watu wamevaa ninja, hawana sare, silaha kubwa kubwa. Huu sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana, tumekubaliana kwamba